Na msikilizaji wa Familia TV. Leo tena tumekutana katika vipindi vyetu vya mfululizo vya familia. Ni kusi na kukualika katika kipindi kizuri sana. Ah, kama bado hujasubscribe fanya hivyo ili uweze kupata mtiririko wa vipindi vyetu. Leo nipo na familia ya Bwana Zacharia John. Nimefika hapa nyumbani, nimewakuta yuko pamoja na mke wake hapa. Niko pamoja nao, nitakuwa nao katika interview ya kipindi kizuri Aisee mambo vipi? Ah, namshukuru Nime Mungu. Nimefurahi kukuona katika siku ya leo. Huyu ni mke wangu. Mwambie asiwe na aibu lakini. Asante sana. Hongera sana. Asante sana. Okay, mimi ninataka i ni ku kupongeze kwa kuwa na familia kwanza, lakini nikushukuru kushukuru kwa kunialika kuja nyumbani na kufanya kipindi pamoja na wewe, nashukuru sana. Mimi nilikuwa nataka nifahamu tu vitu vitu vichache ambavyo vinaweza vikanisaidia kupata uh, mwangaza na kuwasaidia watazamaji wetu wa Familia TV kujua nini kinaendelea katika familia yako. Karibu. Uh, jambo la kwanza nilikuwa nataka nifahamu kwanza, hebu eh, nyie nyie kama nyie mlikutana wapi Mazingira yapi yaliwakutanisha? Ni kitu gani kilifanya mpaka mkakutana? Au mlitafutiwa, uliunganishwa, ulitafuta mwenyewe? yeah. okay. well, uh, kwanza taanza na historia fupi hmm. hmm. ambapo tulikutana mimi na mke wangu mimi na mke wangu tume, mkutana tukiwa JKT hmm elfu mbili na kumi na sita tukiwa mafunzoni. okay. Yee alikuwa kikosi kingine na mimi, mm. nikiwa kikosi kingine. okay. Lakini unajua mwanaume ukiwa na imani Mungu anakuletea tu. mm. Alikuja, walikuja kikosini kwetu, yeye alikuwa ni kitengo cha sanaa, walikuja kwetu kwa ajili ya kutumbuiza. okay. E, siku ya majeshi Aasaaamona binti elfu mbili na kumi na sita basa, evo, mariza, shaw, kaludi, kambini. Basi alivyomaliza sho akarudi kambini kwao. Basi tulivyorudi mtaani, basi Mungu si asumani, nimerudi tena. Mungu akanikutanisha naye, so namuomba, sami, Mungu anipiche, <coughs> o, anipiche, mi nilikuwa namwomba sana Mungu anipitie mtu ambaye atakuwa mama bora kwa watoto wangu. Oh, safi sana. Mimi nimefurahi sana kusikia hicho kitu. Ndio. Madam Anastasia. Ndio. Unajisikiaje kuolewa na Bwana Zakaria? Hongera sana kwa hilo. Kipi kilivutia sana kwa Bwana Zakaria? Ulipomwangalia tu ukazimika, ukampenda. Ni vitu gani? Vitu viwili cpi m Okay. Ah, mkweli. Okay. Akikwambia nipo makumbusho ni kweli, kwa makumbusho. Akikwambia samahani nipo kwenye kikao ni kweli, kwenye kikao. Kwenye, kwenye baraza. Okay, safi sana Isa. Kitu kizuri sana, yes, right. Kwenye uchumba wenu, hebu tueleze uchumba wenu ulikuwaje? Uchumba mlivyokuwa mkiki naenda na vitu kama hivyo, tuambie vikwazo na vitu kama hivyo katika uchumba wangu. Ya kwenye uchumba, bwana, unapotafuta mke vikwazo wa vikosekani. Sasa kwenye upande wa wangu mimi, mimi mm. sikuwa na mtu ahuruka sana na wanawake, nilikuwa yani, na fokasi kwa ajili ya kupata mke ambaye atakuwa ni mke wa ndoto zangu, hmm. Basi Mungu alimpatia Anastasia kama mke wa ndoto zangu katika, yeah. ah. uchumba hmm. yeah. yeah. ni mrembo, ni mrembo amepanda juu, namshukuru Mungu. Vijana, marafiki zangu wapo baadhi ambao walikuwa wanampata, wanamwaproch, wanamwambia hmm. hivi maneno, maneno ya hmm. Lakini kwa sababu mimi nilimfanya kuwa rafiki kabla hata kwenye ndoa, alikuwa anakuja ananiambia ubaya. yeah. Na mpaka leo hicho kitu kipo, sababu ni rafiki yangu, ni mke wangu na ni rafiki yangu, kwa hiyo hmm. Oh, samfanya kuwa kwa mshikaji <coughs> hiyo yeah. So, yeah. So, kila ambacho kitatokea huko, labda kibaya, labda akapelekewa maneno, lazima atauliza kwanza, aweze akachukua reaction la kitu chochote kabla hajaniuliza ah, mm -hmm. Ah, ase safi sana mimi nilikuwepo kwenye ndoa yenu <coughs> nikashuhudia. Uh, machi zilikuwa zikipigwa, watu wa kimachi walikuwa na furaha sana yeah. lakini kiapo kwa kinatolewa pale likuwa na furaha sana picha zi zinapigwa, na vitu kama hivyo yeah, yeah. Yeah. lakini nataka nijue tu hisia pale yeah. ndivyo kwa ile tukio lenyewe lilikuwa limebeba ile tukio isi mlizokuwa mnavojisikia na vitu kama hivyo hebu tuambie, kaka, unajisikiaje usiku? Bwana, ndio ikuwa ni furaha sana. Okay, ulikuwa unawaza nini kichwani mwako? Kitu ambacho nilikuwa nakiwaza muona binti mrembo kama huyo akiwa ndani ya shela. Mm. Yeah. Okay. Ah, uh, nilikuwa sijawahi kuona suti. Nilikuwa mm. tu nanunua, lakini siku ya harusi yangu nilishona sana suti. Ya, sikutaka kwenda kununua, imebidi mm. nikashone kabisa kwa fundi mzuri kabisa, ya ya tosha ya afende okay, ndoa zimeshomeandoa ya, ya, alinishonea ya suti yangu ya. Na hasa kwenye harusi hapo, ile match, ni kweli nilikuwa naona tu za wenzangu wanavyo machi. Mimi mi kweli sikusumbuka katika ile machi kwa sababu jeshini mefundishwa paledi mm. kwao, sasa ile kumachi haikunisumbua sana kwao. Nilikuwa naenda tu mwendo ambao mimi najua, mwendo wa pole. Jeshini ni mwendo wa pole, si kawaida kwao, tuka tunafanya kwa kizo vitu au <coughs> kujisahau, ukaanza kupiga gwaride pale, hapana. Madam vipi wote ujeshini, lakini vipi kujisahau hata kidogo, ka ukaenda kumpokea kijeshi ahiyo yeah, hmm. labda <laughs> baba mkwe tu ndo alikuwa mkakamavu. Ah, okay, nataka kunanilia alikuwa vizuri.